Nafanya safari kutoka Mwanza kwenda Bukoba kupitia eh, Kemondo, lakini matarajio ni kwamba hii meli itakuwa inafanya pia safari kwenda Port Bell Uganda na Kisumu eh, nchini Kenya. Kwa hiyo taratibu, lini tutaanza hizo safari tutaambia, kwa sababu tuko kwenye hatua za mwisho kufanya makubaliano na wenzetu kule kule Kenya pamoja na Uganda. Lakini safari zake zitakuwa kama safari ambazo meli MV Victoria sasa hivi inafanya ya kwenda Bukoba kupitia Kemondo na, na baadaye ndio tutatoa tuta, <coughs> taarifa ya njia. Menzi wa meli huu umechukua muda mrefu kidogo na katikati hapa kumepita changamoto nyingi changamoto za uviko 19, kama mnavyofahamu, si mradi huu tu, miradi mingi iliathirika. Ili na hata ukiangalia bei ya chuma, wale wanaofanya utafiti waangalie wakati tunasaini mkataba, bei ya chuma kwenye world index ilikuwa ni kiasi gani, na baadaye e, mwaka 2025 tulikosema hiyo bei mpya ilikuwa ni kiasi gani, utaona tofauti ni kubwa sana. Hata hivyo, tumeweza kubagain na tumeweza kuokoa fedha nyingi. Eh, kutokana na muda ambao ilijengwa ilijengwa meli kwa ni changamoto za, ni moja ya changamoto ya mradi ambayo umepitia ambayo uliathiri pia mabadiliko ya, ya bei. Lakini sisi kutokana na na ile meli tunaamini tuna value for money pale, tuna, tuna meli kubwa yenye uwezo mkubwa ya kisasa ambayo kwa gharama hiyo bado duniani kote eh, ni tunasema kwamba tumepata nimepata bei nzuri.